Je, wewe ni mmoja wa watu ambao wanasumbuliwa sana na changamoto ya biashara ya ufugaji wa kuku kuwa ngumu? Au wewe ni mfugaji ambaye umejaribu kufanya biashara ya ufugaji wa kuku lakini haijakupa maendeleo yoyote? Kama hiyo ni shida au changamoto ambayo inakukumba wewe ambao unaangalia hii video, hii video ni kwa ajili yako. Chakufanya ni wewe kuangalia mpaka mwisho, ili kusudi nikupe sababu ambazo zinasababisha biashara nyingi za ufugaji wa kuku zishindwa kufikia pale ambapo palikuwa panatakiwa hiyo biashara ifike, kwa sababu ya kuwa ngumu kutokana na changamoto mbalimbali mbali. Lembo, jina langu naitwa Lembo Kivi, mfugaji ambaye napenda sana hii biashara ya ufugaji wa kuku. Na kimsingi ni kwamba kwenye biashara ya ufugaji wa kuku kitu ambacho kinakuja kuleta changamoto ni pale ambapo mfugaji husika anashindwa kufanya mradi wake wa ufugaji wa kuku jinsi inavyopaswa kufanyika, na ukishindwa kulitekeleza hilo, kuna wezekano mkubwa sana ukafanya kila kitu, lakini usipate matokeo ambayo ulikuwa unatarajia. Kuna sababu kadhaa ambazo zinasababisha biashara ya ufugaji wa kuku iwe ni biashara ambayo ni ngumu lakini upande mwingine sio biashara ambayo ni ngumu kama watu wanavyofikiria. Sababu ya kwanza ni kuiga biashara ya mtu mwingine ya ufugaji wa kuku. Kila mfugaji anapoamua kuingia na kuingia kwenye biashara ya ufugaji wa kuku huwa anakuwa na sababu yake ambayo huwa inamsababisha kuweza kuingia kwenye biashara na kuanza kuifanya. Kwa wewe ambao unaona biashara ya ufugaji wa kuku ni ngumu au ikaja kuwa ni ngumu, inawezekana moja ya shida ambayo inakuja kukumba ni wewe uiga biashara ya mtu mwingine ukaanza kuifanya pasipo kujua kwa nini yeye alikuwa anaifanya. Inawezekana uliona yeye anafuga kuku aina fulani na wewe ukaamua kuiga hiyo biashara na kuanza kuifanya. Kwa hali hiyo, lazima pawe na ugumu fulani, hasa kwenye masuala mazima ya soko, kuweza kuuza bidhaa ambayo unaizalisha. Inawezekana hiyo ikawa ni changamoto kubwa ambayo unaweza kukuasidi wewe kuweza kufanya biashara yako ya ufugaji wa kuku, na mwisho siku ukaona biashara ya ufugaji wa kuku ni biashara ambayo ina changamoto, ni biashara ambayo. Sababu ya pili ni kukoswa maarifa stahiki kuhusiana na aina ya biashara ambayo mfugaji anatakiwa aifanye. Unapoamua kuingia kwenye biashara ya ufugaji wa kuku, kuna stage mbalimbali mbali ambazo inatakiwa wewe, ambaye unataka kuingia kwenye biashara ya ufugaji wa kuku, unatakiwa uzipitie, na moja ya stage hizo ni pamoja na kupata maarifa sahihi kuhusiana na kitu ambacho unataka kwenda kukifanya. Changamoto kubwa ambayo inawasababisha wafugaji wengi washindwe ni kushindwa kuwa na maarifa ambayo anatakiwa kuhusiana na kitu ambacho anataka kufanya. Mfugaji anaamua kuingia kwenye biashara ya ufugaji wa kuku pasipokuwa na maarifa ya jinsi gani ataweza kufanya hicho kitu ambacho anataka akifanye aweze kupata matokeo. Unapokosa maarifa ambayo anaweza akawa ni msaada zaidi katika masuala mazima ya ufugaji wa kuku, kuna uwezekano mkubwa ukaishia njiani au ukashindwa kabisa, kwa sababu ya kuona biashara ya ufugaji wa kuku ni biashara ambayo ina ugumu mkubwa zaidi kuweza kuifanikisha. Sababu ya tatu kosa mpango eh, biashara ambayo unatakiwa kwenye biashara yako, kila kitu ambacho kinafanyika katika masuala mazima ya biashara, especially ufugaji wa kuku, kuna vitu ambavyo lazima wewe, eh, mfugaji, kabla hujaanza kuifanya biashara yako uweze kuvifahamu. Na ili kuzidi uweze kuifahamu lazima uwe na mpango biashara, yani tunaita business plan. Lazima uwe nayo kwamba ni kwa nini umeamua kuifanya hii biashara, unategemea nini kwenye biashara kuweza kupata baada ya kuanza kuifanya, lakini pia kuna ushindani wa namna gani kuweza eh, kushinda huo ushindani ambao utatokea. Hizi ni baadhi ya vitu ambavyo huwa vinakuwepo kwenye mpango biashara, na faida ya mpango biashara inakupa mwelekeo kwamba uelekee wapi kuhusiana na biashara yako, ili kusudi iweze kusurvive na kuweza kufika eneo husika. Hii inaweza ikawa ni challenge kwa mtu ambaye ameingia kwenye biashara ya wafugaji wa kuku pasipokuwa na mpango wa biashara mahususi ambao unamsaidia yeye kuweza kutoka eneo moja kwenda eneo jingine. Ile sababu ya nne ina ambayo inasababisha biashara kuwa ngumu ni pamoja na eh, ushindani ambao unakuwepo katikati ya wafugaji ambao wanafanya biashara ya ufugaji wa kuku. Unapokuwa eneo ambalo kuna wafugaji wengi ambao wanafanya biashara ya ufugaji wa kuku, kuna mambo yanaweza yakatokea, aidha gharama ya mahitaji ambayo natakiwa kwenye ufugaji wa kuku yakawa makubwa, au bei ya kuuzia bidhaa ambazo unazalisha ikawa ni ndogo zaidi kulingana na jinsi ambavyo umezalisha. Hizi ni changamoto ambazo zinatokea endapo kuna kuwa na eh, ushindani mkubwa na wewe inawezekana biashara e, yako isha kufa ya ufugaji wa kuku, au inapitia hali ngumu kwa sababu ya ushindani ambao upo tayari eneo ambalo unalitumia. Kwa hiyo ni wewe kuangalia e, sababu gani ambazo zinaweza kusababisha biashara yako ishindwe kufanya vizuri, ili kusudu uweze kufanya e, vitu mbalimbali ambao utakusaidia kuweza kufanya mageuzi zaidi kwenye biashara yako. Sababu ya kusababisha biashara ya ufugaji wa kuku kuwa ngumu ni kukosa usimamizi maalum ambao unatakiwa kwenye shamba la ufugaji wa kuku. Kila biashara huwa inakuwa na usimamizi na usimamizi unaposhindwa kufanya kazi inayotakiwa, kuna uwezekano hiyo biashara ikafa au ikasuasua kwa sababu ya kushindwa kupata mwelekeo ambao unatakiwa. Biashara nyingi ambazo zinafanyika, especially ufugaji wa kuku, huwa zinashindwa kusurvive au kufika mbali kwa sababu ya kukoswa usimamizi, kwa maana ya kwamba mtu ambaye anaweza kaisimamia hiyo biashara kuweza kufika sehemu moja na kwenda sehemu nyingine kwa ajili ya kutoa matokeo. Kwa hiyo biashara ya ufugaji wa kuku ikikoswa usimamizi muhimu ambao unatakiwa kuna uwezekano mkubwa sana ikashindwa, e, e, kuletea matokeo na mwisho wa siku ukaona biashara ya ufugaji wa kuku ni biashara ambayo ni ngumu, au biashara ambayo inatakiwa ifanyiwe e, vitu fulani ili kusudi iweze kuleta matokeo. Hizo ni baadhi ya sababu ambazo zinaweza kusababisha baadhi ya biashara za ufugaji wa kuku kuwa ni ngumu. Asante sana, tukutane katika video nyingine.